Baadhi ya mashuhuda wakielezea tukio hili wamesema tukaona tumeshuhudia ajali ambayo imetokea baada ya gari ya mafuta ya tenki na fuso iliyobeba simenti ikawa, kulikuwa kuna kijana bodaboda aliingia katikati. Katika kumkwepa, ikabidi sasa hii gari ya, ya mafuta ikavuta tenki likamvuta kibini ya mbele. Kwa hiyo katika kufunga breki ghafla, ikawa imemshinda, ikamvuta kwa mwenzie, ndipo zikagongana uso kwa uso. Hiyo ndio kitu ambacho nimeishuhudia. Na dereva wa pikipiki aliweza kutoweka, hakuonekana tena, ila katika hii gari na nino ya nanino ya mafuta, pia kuna mtu ambaye alikuwa amefaa kupewa lifti tu, ikawa analalamika kwa, kwa maumivu makali, mimi nimefaa kupewa lifti tu. Basi mwisho wa siku ikawa anasema, tukamuuliza simu iko wapi akasema simu yangu iko kwenye gari, lakini baada ya kutafuta simu kwenye gari haikupatikana. Basi mwisho ikawa wa siku k nalalamika tu nipelekeni hospitalini, mwisho wa siku aliweza kuchukuliwa kupewa msaada wa kukimbiza hospitalini hiyo huyu mnisemwe kwa tozake huko tozake Tanga uyapa uvateki. Bahati nzuri, bahati mbaya, huyu mneteki ndo akamwingilia mwenzake ndo ikawa shughuli kama hiyo uso kwa uso, kwa uso, lakini konda kidogo baadhi ya wasafiri na wasafirishaji waliokutwa katika eneo la tukio baada ya kukaa kwa muda wa saa nane katika eneo la Kwafungo lililopo wilayani Muheza katika barabara kuu inayounganisha mkoa wa Tanga na mikoa mingine hapa nchini. Wakielezea adha hiyo, wamesema hapa tuna dakika 40, eh na njia nyingine ya kupita zaidi ya hapa hakuna kwa hiyo mpaka sasa hivi tunasubiri jinsi yes, itakavyokuwa hapa ili ndio tuweze kutoka. akana ajali imechukua muda mrefu, tumefika tangu saa tatu hapa. Ajali imefika, askari wetu wamweza wamefika kwa wakati kwa muda mwafaka, ila vyombo vingine vimekuja kunyanyua hivi vifaa kutupisha sisi abiria tuondoke, hakuna engi. Tuenda kwenye msiba, tunawahi mazishi. Ina maana mpaka sasa hivi hatutawahi mazishi tena. Hata hivyo baadhi ya wakazi wanaoishi pembeni mwa barabara kuu eneo la Kwafungo wamesema eneo hilo la Kwafungo lenye kona kali linahitajika kuwe na alama za sheria za usalama barabarani ili kupunguza maafa dhidi ya abiria. Eneo hili kwa ajali ni kero kwa ajili kila siku kuishi miezi lazima eneo hili hapa litokee ajali ko kwa, kwa msaada wa serikali inahitajika tuwekewa tabamsi na hamsini kwa ajili ya mwendo iko na ni kali so akiwa mtu anatoka Muheza, mtu akiwa anatoka egeasem zinatokea. Kutoka hapa katika eneo la Kwafungo lilopo wilayani Muheza mkoa wa Tanga. Ni William Mgazija, ITV.